Juzi kulikuwa na kesi pale mahakamani mm -hmm. Sasa ilikuwa ni divorce case, bwana amekosana na, hapa Kenya. Kenya. Kenya tu hapa mm. Kibra mm. Sasa ile mahakama, jaji akangoja akaangalia kanga... bwana na bibi harusi walikuwa wamekuja wamevaa nguo zimefanana vitenge mm. Sasa jaji akashangaa akaangalia akasema, sasa hawa wanataka kuachana mm. hii ndoa inataka kusabaratika mm. Lakini imekuwaje wamekuja mahakamani na nguo ambazo zinafanana vitenge mm. Unajua jaji alisema nini mm. Aliwaambia waende nyumbani, siku ile watakuwa serious wanataka talaka, wakuja mahakamani mm. Kwa sababu alishangaa watu wanakuja kuachana mm -hmm. Alafu mmevaa vitenge vimefanana mm -hmm. Akaona hii they are not serious couple mm -hmm. Kwa hivyo alisitisha, akasema waende zao siku ile wako serious wanataka divorce ndio warejee pale mm -hmm. Kwa hivyo akamaliza hiyo kesi hivyo. Okay, kwa hivyo hiyo ni ishara kwamba bado wako pamoja, bado wanapendana. Okay, yes. Mimi kuna shabiki mmoja ambaye alikuwa uh, ananieleza vile uh, delegate yes walielekea kule Mombasani uh -huh. delegate wa chama cha ODM yes. Akaniambia Gidi, hebu mulika hii habari hapo Radio Jambo, kwa sababu aliona maajabu kule Mombasa. Unajua delegate wa ODM watoka sehemu mbalimbali kote nchini, kuna wale wametoka kule Western yes. wale walikuwa wametoka kule Nyanza uh -huh. wale walikuwa wametoka Kisii, kuna wale walikuwa wametoka Narok yes. Yani ilikuwa ni delegates wa chama cha ODM ambao walifika Mombasa na walileta biashara maeneo ya Mombasa. In fact watu wa Mombasa walifurahi sana, walisema hawa wageni waje tena, kwa sababu biashara ilinoga sana, ilinoga sana maeneo ya Mombasa, hata pale kwa bichi, wale wachuuzi walifurahi sana kwamba bidhaa zilikuwa zanunuliwa hapa na pale, kwa hivyo walifurahia. Lakini kuna jambo moja, shabiki mmoja kutoka kule pwani alisema, jamani, hawa jamaa kutoka bara wanapokuja hapa Mombasani lazima waelewe, eh, majina ya mitaa mitaa, eh, mitaa kama Mombasa, kuna mitaa kama Kongowea, Mtwapa, Bamburi, Chuda, wapi tena, kuna pia Dogokundu, Dogokundu na mambo kama hayo. Sasa huyu jamaa wa Mombasa anasema yeye alikuwa anasikia jamaa anauliza uko wapi, jamaa anasema niko Maembe tayari moja natafutwa bana. Hao jamaa niambia, gidi ambia hao jamaa. Mwembe tayari. Yes. Mwembe tayari. Mwembe tayari. Sasa, Mwembe tayari.